Unasikiaje? Bado unaumwa? Unaumwa bado? Mm. Usijali, utapona. Nisaidie majiwa, majiwa. Mm, saa kidogo tu. Sasa unasikia aje? Wapi mgongo? Wapi hapa? Nikutengeneze ama nini? Hapa? Sawa. Hapa? Haa, pole pole, ni nini nimekuumiza? Haa, pole, pole na nini

Karibu, bebe, amuka, amuka. Sasa mushike miguu saa, usimuumize mugongo ndio iko na shida eh. Amuka, angalia hivi, unambeba pole pole usimuumize, na wewe toka inje pole pole Kevu eh, angalia mlango.